Tumepokea taarifa ya ambayo imetushtua sana ya kutekwa ndugu Faki Ali Hamadi mwenye umri wa miaka arobaini na ni mkazi wa kijiji cha Chozi, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, siku ya tarehe ishirini na saba Machi elfu mbili na ishirini na tano na watu wasiojulikana, na hadi sasa hatuna taarifa zake ambazo uh, yuko wapi na ametekwa kwa sababu zipi, bado hatujapata taarifa zozote. Tumejaribu kuwasiliana na ndugu familia, baba yake mzazi, lakini bado hajapata taarifa. Na tukio hili uh, mwanzo wake kabisa wa, wa, wa, wa yeye kuwasiliana na watu hao ni kwamba, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa familia yake, ni kwamba zinaeleza kuwa alipokea simu kutoka kwa mtu asiyemfahamu, akimtaka amtafutie kuku wa kununua baada ya kufanikisha ombi lake alikutana na gari aina ya haria katika kijiji jirani cha Mnyenyeni majira ya saa tano asubuhi na akaingia kwenye hiyo gari kukutana na huyo mtu ambaye alikuwa anawasiliana naye kwa njia ya simu na tangu wakati huo bado hajulikani yuko wapi kwa hiyo ndio tunatu, ACT wa zalendo tumelaani vikali kitendo hiki kwa mujibu wa uh, taarifa ambayo tumeitoa cha kutekwa kwa ndugu Fakihi Ali Salim, na tunaitaka serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama kutimiza wajibu wao wa kulinda raia na mali zao. Hivyo basi, wahakikishe kwamba ndugu Fakihi Ali Salim anapatikana akiwa mzima wa afya, na ACT Wazalendo tumeshangazwa na, za tume na kushutumu na kushtumu ukimya wa jeshi la polisi licha ya matukio tukio hili kuripotiwa kwao kupitia RB namba ishirini na saba tatu ishirini na tano dot mbili nne moja, na hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa mpaka sasa. Tunatoa wito kwa jeshi la polisi kwamba, hasa katika kipindi hiki cha matayarisho ya kuelekea uchaguzi mkuu wa ishirini na ishirini na tano, na kuongeza juhudi katika uchunguzi wa tukio hili na kutoa taarifa kwa umma kuhusu hatua zinazochukuliwa ili wananchi wa Zanzibar waondokane na hofu iliyoanza kwa haya ya, ya ya utekaji na na matukio ya mauaji ambayo tumekuwa tuki tuki tukiyaripoti. Kwa sababu Fakihi alikuwa anawasiliana na mtu. Namba ya Fakihi ipo, kwa hiyo polisi wanayo access ya kwenda kwenye mitandao ya simu kuangalia Fakihi alikuwa anawasiliana na nani. Na tunaamini kabisa wakienda, uh, kitengo cha polisi cha cyber crime wakienda ku, kwen, kwenye mitandao ya simu watagundua mtu ambaye alikuwa anawasiliana na, na, na Fakihi, na kuanzia hapo ni kwamba polisi watajua uh, Fakihi yuko wapi na kuhakikisha kwamba huyo mtu anatafuta wana, wana, wana, wana Fakihi aliwasiliana na mtu ambaye alitaka kumtafutia kuku wa kununua, na baada ya kufanikisha Fakihi alimwelekeza yule mtu wapi atampata ata. Kwa hiyo Fakihi anakaa kijiji cha Chozi. Chozi ni kama kilomita mbili mpaka tatu kutoka barabara ya ya kuelekea Gando. Kwa hiyo alipofika kijiji cha Mnyenyeni gari ikaja ikamfuata. Alipoingia kwenye gari ndio Fakihi akapotea ata, na mpaka leo hatujui yuko wapi. Kwa hiyo ndio maana tunataka wananchi wa wawe na tahadhari kwa kuwasiliana na watu wasiowafahamu, kwa sababu ndani yake unaweza mtapanga biashara kama hivi kama alivyofanya Fakihi, lakini baadaye kumbe ni uliku, unakuwa ni mtego tu na baadaye unatoweka una na kujulikani wapi upo, na hatujui ha, Fakihi ana, anafanywa nini kwa, kwa sasa. Ndio maana tunataka wananchi wa Zanzibar wachukue tahadhari kubwa ya kujilinda hasa wanapo kuwa napowasiliana na watu ambao wasiowafahamu wasi